Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Najua content content ya idea naeka naweka simbosimbo shida ikifanya nini na aiendi sana. Juu sina time ya kufanya. Kwanza, kupika watu wanataka ile mzuri nakupika time nayo siku hizi spiki sana. Lazima kupika na jipange kitu yenye mtu ataoche afurahie pia. Ju watu wanataka waoche kitu yenye itachukua muda, chakula, na decorate food. So guys, sisi na Cynthia na Jimmy tumekaa hapa. Cynthia ndio amelala hapa, ametulia, Jimmy naye hapa wanaochi Bible story. Mimi ndio hivi niko na chakula hapa nimewapikia. Ni kama pancakes. Nimemixiwa na wafu, nini ya waffles. So najaribu kulisha, unajua ni wagonjwa wako na homa. Jimmy yeye sana anasikia vizuri, Cynthia bado tu. Sasa. Tuko tu anyway, nimefikiria kuwafanyia content asubuhi, nikipika kitu, nikifanya kitu. Niko na shughuli mingi, niko na watolea video. Nataka leo kuklean madirisha, kuosha curtains, nini. Jioni kazi niko nayo saa mingi, kuosha carpets, nyumba hiyo yote. Nafikiri nitajaribu niweke video niwaonyeshe, nikiklean hiyo kazi niwaonyeshe kidogo, lakini kwa saa hii Watu wanapenda kuona nikiklean nikipika, lakini time. time. Alafu tena nafanya video simple simple, siwaonyeshe vizuri, so inafaa nitege kamera mzuri niwaonyeshe mzuri, muone mama Jimmy vizuri kabisa. Guys, nawapenda sana, mnaendelea kusupport, mnaenda kulike kushare, kila kitu. Mungu awabariki pia sisi tuko tu ni magonjwa kidogo lakini itapona kaoma. Jimmy, nafikiri ilikuwa tuseme, mwenye alianza ilikuwa mimi kwanza, baba Jimmy akafuata next. Sasa Jimmy Jimmy saa anasikia vizuri kiasi, alafu saa hii ni Cynthia naye na Cynthia, unajua Cynthia na homa huwa waelewani kabisa. So sijui ni weather ama nini, juu unajua saa hii tumeanza weather ya baridi pia maanza kawedha kabaridi baridi pia nako kanatusumbua sana, lakini sijui ni kawedha ama niju. Nakumbuka last year ilikuwa hivi baridi na wote, kila mtu aligonjeka maoma nini, nini. <tutu> ataisha tu, tutakuwa sawa, tutakuwa sawa. Ndio amelala saa hii, lengo ni kulisha tu, kama ako hivi hivyo ndio tunalisha, shika mama kidogo Jana alikataliana alipikia mayai. Unajua mimi nikiona mtu ni mgonjwa, anapenda nitafute fruits mayai hivi, alafu juu unajua uwezi mlazimisha chakula yenye apendi, alafu utapata hata akuli vizuri. So mimi kila wakati nakimbianga matunda, naweka kidogo na uliza, unataka nini? Najaribu kutafuta, natafuta masupu, natengeneza supu ya mawaru ama natafuta supu ya nyama kidogo, na mulisha lisha. Kama leo nimeplan hapa, labda nitengeneza supu ya nyama ya beef na waru kidogo akule pia hiyo na hizo huwa wanakula wakiwa wagonjwa. Sasa unatafuta kitu yenye mtoto atapenda, ndio at least akula apate nguvu. Lakini yenu ikalianza juzi ilikuwa kidogo, jana sasa ndio kalikuwa mbaya, ilikuwa joto. Alafu nikakapea profen, akasweti kabisa. Lakini leo sijaona joto. Leo nafikiri sijaona joto. Hata leo akawa fadhali kuliko jana. Tunashukuru Mungu atakuwa sawa, kila kitu liwe liwalo. Sijui kama mnanisikia sauti. Watu wapendi niki, niki voice over nini? Wanapenda niki nini? Kula ukitaka moyo iko huko. Aka kamekula kidogo, amejaribu kukula, nimekuwa nimemulisha lisha. Nikafikiria, nimekuwa nafikiria content tangu asubuhi, nikafikiria wacha niwafanyie najua sitaki channel yangu ilale tu. Sasa huwa najaribu kupata nikiona kitu simbo, wacha nifikirie, wacha nirekodi. Ivo ivo ivo, unajua mambo na content creator. Lazima ujaribu style mwingine alafu tena tuko busy. Mambo na kujenga shughuli moja mbili hivi. Usafi kidogo kidogo tu, Hine tuko sawa, tunashukuru Mungu. Kwa hiyo tuko tuna sahii nafikiri nimwambia nimewambia, nitaonyesha leo video. Nafikiri nataka kufanya usafi, usafi, usafi kabisa leo. Leo ni usafi kwa nyumba, sasa nioshe madirisha, ma curtains, ma cabinet ya jikoni, floor. kila mahali. Kapeti yangu ndio ni chafu. Niko na vacuum kilina, weka enda, chukua wengine huko huko, mm -mm. Sirapu ni hiyo tu imebaki, unaweza chukua chukua pancake ingine. Mhm, mm -hmm. Jimmy nafikiri yeye yako sawa yeye, nafikiri saa hii yako sawa yeye. Ana shida kidogo tu, lakini yeye anasema tu usiku ndio mapua nafungana na, na hiyo homa, na shangaa hiyo homa ni kali. Mimi unajua tu, ndio nilale chini ati niko nagonjeka, ni ngumu, lakini mimi this time iliniweka chini. Niligonjeka kwanza, usiku ilikuanga mbaya mbaya mbaya. Sasa imagine wewe, fikiria mtoto mdogo kama unagonjeka hivyo, na mtoto mdogo anasikia aje? Mungu awasaidia waponye, lakini watakuwa sawa. Tunashukuru Mungu, magonjwa yeye nakuja na inaenda. Bora tuombe Mungu, tuweke Mungu mbele kwanza, lakini kawedha tu Watu wanaelewa sasa hivi, unajua, kuna hapa seasons zinakuanga mbili, kuna summer, kuna spring kuna nini, watu wanasemanga weather, sijui mara mingi watu nagonjeka. Mimi naona mara summer ndio sijaona watu wajakuwa kusumbuliwa na magonjwa. Mimi nakumbuka wakati spring ilikuja ndio eh, hey, tuligonjeka pia. Nakumbuka hiyo naye tuligonjeka sana, lakini tuko sawa Mu subscribe. Munifikisha hata 100,000 this year kabla ifungwe. Mtanifikisha 100. 100. Nitafurahi nikifika ifungwa, mtanifikisha tafurahi kifika 100 hii mwaka kabla ishe nitafurahi kweli. Ama hata hii mwezi ikiisha tu munifikishe 60,000 subscriber. Pia hiyo naye nitafurahi. Mungu awabariki, mnatusupport kila upande kabisa. Facebook yangu imegrow vizuri. TikTok si uko active, nimejipea space. Unajua Facebook, acha nikuambie. Facebook ni simbo. Facebook unaweza amua saa hizi niseme, acha nichukue simu kama nichukue simu kama 5 minutes, 6 minutes, na post hata picha hata sita mara moja, na naweka chini naweka. Sasa uwezi kuwa addicted nayo kama TikTok. So TikTok nimejaribu kujipea time. Nikawacha kidogo, akili yangu itulia. Alafu najua saa zingine vitu ya dunia sio mzuri, fadhali kuwa karibu na Mungu kuliko kufuata vitu ya dunia sana. Alafu saa zingine TikTok wa hata TikTok nikifanya video nafanya tu, lakini yani nafanya tu, saa zingine nafanya tu kiujinga. Alafu zuri ya Facebook utaweka picha utaweka tu mapicha peke yake na itakulipa utaweka tu uandike text yoyote funny text useme Mama Jimmy amekula kwa mahindi, post hiyo italipa. So hii haina process mingi kama kama TikTok, lazima ufanye kitu fani. Anyway, kando na hiyo, muendelee kutusupport. Mungu awabariki sana, sisi tunawapenda tuko sawa ni haoma tu kidogo hataisha so hapa saa hii ni 8:22 nilitaka kuwalisha jana tulikula six mapema lakini sasa hawakukula mzuri breakfast au watoto napenda ukiwalisha breakfast late, watakula vizuri lakini ukijaribu wape mapema eh kukula wanakuanga shida so inafaa uwalishe tu time kama imeenda kidogo Alafu wajakuwa tena sai wafanye shule this week, karibu yote wajafanya shule, nimekuwa tu busy shughuli hapa na hapa. Hapa na pale. sijui kama mtanisikia sauti lakini najua mtanisikia. Okay guys, nafikiri mimi video itaishia hapo, mngoje video next inakuja clean kwa, alafu, tunataka tujaribu, tufanya house tour kwa nyumba yenye tunaishi, Mungu akipenda. Mungu akupenda mtuombee sana malize nyumba vizuri, kila kitu yenye tunahitaji ipatikane vizuri, kila kitu isonge vizuri. Kando na hiyo, baba Jimmy atajaribu kuwawekea house tour pia ya nyumba yenye tunakaa saa hii, tukitoka mtaona. Alafu so hivyo tunafikiri sina mengi. Mungu awabariki, bye.